Uh, niombe tu kwamba kama ilivyo kauli mbiu ya sasa hivi kwamba hapa kazi tu, na sisi tumeingia kazini na tutahakikisha kwamba wale wote ambao wanashindwa kufuata taratibu na sheria za kuendesha biashara zao tutawakamata na kuwafikisha kwenye vyombo biyom, husika vya taarifa. Ta, taratibu ni kwamba kuna masaa ya kufungua biashara za baa na kufunga, lakini pia uh, swala la control muziki kwa mfano ni kitu ambacho tunatakiwa na inaelezwa kwamba biashara nyingi ambazo zipo kwenye makazi zisipige mziki, lakini wamekuwa wakaidi, wanaleta bendi pale zinapiga mziki, kwa kusema ndio tunapiga mziki kwa kelele mm -hmm. Eh, kuna ukweli wa mambo hayo eh? Kwa jana kweli tulikuwa tunapiga kwa kelele. Kwa nini mnafanya hivyo wakati sherehe ziruhusu? Ah, uh, tulikuwa tumefikiri kwamba mpaka saa sita tunakuwa tumefunga na sisi saa sita tunafunga. mm -hmm. Eh, kwa jana mkapiga mpaka saa ngapi? Ah, sasa walikuja ndio saa tatu wakasema, punguzeni sauti, hiyo sauti mnayopiga ni ya ni kero kwa majirani. Kaidi. A -a, wakani wakani nini? Wakaonanani mi nilikuwa kazini kama kawaida, kwenye saa tatu niona jamaa wamekuja wa manispaa. Baada ya hapo wakanambia toka nje, saa nikataa kujitetea kwamba nataka niwonyeshe uongozi wangu viongozi, aamba hapana, wei toka njo tuonyeshe. Baada ya kutoka ingia kwenye gari tena na jinsi ya kujitetea.